Kwa majina naitwa John Kimaro, ni afisa ya kiongozi wa NMB unzewe nafasi hii ya kuwa mmoja wa wawakilishi wa, wa benki ambao tumefunga safari kutokea tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2025 ya kuelekea kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Mimi kwangu nilipokea kama chance ya msingi ambayo viongozi wangu wameniamini. Kwa hiyo nafasi hii ilivyokuja ya kupeleka tuzo kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, kwangu, kwanza ilinikuta nikiwa nina maandalizi ya kutosha. NMB anavyoelezeka kama best employer, ilikuwa ni nafasi adimu sana kwangu. Kwa hiyo mimi dhamana nilichukulia kama dhamana moja kubwa sana kwangu, kuonyesha kwa taasisi taasisi kwamba kati ya ya wale watu bora, ndani ya taasisi. Yenye watu bora bora, ndani yenye waajiriwa wa bora, mimi nimechaguliwa kwenda kuipeleka sasa ile heshima kubwa kwenye kilele au kwenye roof ya Afrika, na sisi tuamini watu wanne kama tutaweza kufika kwenye e, kilele cha mlima Kilimanjaro na tukaipeleka ile tuzo kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, tutakuwa tumefanya sign and token kwa dunia kuonyesha kwa kwamba kwa Tanzania iko benki bora, benki ambayo inawaajiri bora. Maandalizi yangu ya kuelekea katika kilele cha mlima Kilimanjaro, nilifanya mazoezi, niliangalia afya yangu, lakini nilipata muda wa kutosha kumwomba Mwenyezi Mungu aniweze kunisaidia niweze kufika katika kilele cha Mlima Kilimanjaro. Safari yetu walituandaa siku ya 17 kwa kupata maelekezo ya vituo ambavyo tutapita ambapo ni Machame Gate eh, kuelekea mpaka barafu ambapo barafu pale siku ya tarehe 20 kuamkia saa tarehe 21, saa sita na nusu siku, tulianza safari ya kutoka barafu camp kuelekea Uhuru Peak. Kwenye sasa yetu changamoto zilikuwepo kwa sababu ya mazingira ilikuwa magumu, mabadiliko ya hali ya hewa. Kilele cha mlima Kilimanjaro kilikuwa kina barafu na baridi na upepo mkali, siku ile ya tarehe ishirini, lakini zile changamoto zilikuwa zikitupa nguvu. Tulifanikiwa kwa kiwango hicho tukaweza kufika katika kilele cha mlima Kilimanjaro hiyo e, saa mbili na dakika kumi na tano siku ya tarehe ishirini na moja asubuhi, kuipeleka ile tuzo yetu katika kilele cha mlima Kilimanjaro. NMB Bank. Karibu yako.